Jua lilikuwa likizama nyuma ya milima ya Samaria, miale yake ikipenya juu ya paa za dhahabu za ikulu ya kifalme. Hewa ya jioni ilikuwa na harufu ya mizeituni na vumbi la jangwani. Samaria ilikuwa jiji lililojivuna kwa fahari, liking'aa kwa mali, lakini ndani yake kulikuwa na giza la ajabu, giza la mioyo iliyogeuka mbali na Mungu. Miaka kadhaa kabla, Israeli iligawanyika. Upande wa kaskazini ukatawaliwa na Ahabu, na Yuda kusini ukabaki chini ya uzao wa Daudi. Ahabu alikuwa mfalme mwenye nguvu, mwenye akili za kisiasa, lakini moyo wake ulivutwa mbali na Mungu kwa sababu ya mke wake, Malkia Yezebeli. Mwanamke huyo alikuwa mrembo, lakini mwenye roho ya ukatili, aliyeleta ibada za Baali na Ashera katikati ya nchi ya Mungu wa kweli. Kwa amri yake, madhabahu za Mungu zilibomolewa na manabii wengi waliuawa. Nchi ikajaa manabii wa uongo waliokuwa wakisema maneno matamu kwa mfalme ili wapate neema machoni pake. Hivyo ndivyo Samaria ilivyogeuka kuwa jiji lenye mwanga wa dhahabu lakini roho ya giza. Lakini katikati ya maovu hayo bado kulikuwepo watu wachache waliomcha Mungu. Miongoni mwao alikuwa nabii mmoja aliyeishi mbali na kelele za ikulu, Mikaya mwana wa Imla alikuwa mtu wa kimya, mwenye uso wa utulivu na macho yaliyopenya kama vile huona zaidi ya ulimwengu huu. Watu wachache walimfahamu, lakini wale waliomjua walijua maneno yake hayakuwa ya kawaida, yalibeba uzito wa mbingu. Siku moja baragumu zikaleta habari, Waamoni wamechukua tena Ramothi Gileadi. Habari hii ilimfika Ahabu alipokuwa katika ukumbi wake wa kifahari. Alinyanyuka ghafla akipiga teke kiti cha pembe ya ndovu kilichokuwa karibu. Mji wetu umechukuliwa na mimi nipo hapa nikitazama, alinguruma kwa hasira, tutaupigania hata kama ni damu ya mwisho. Lakini kabla ya vita alihitaji ushirika. Akaandika barua akimwalika mfalme Yehoshafati wa Yuda ambaye alijulikana kwa hekima na moyo wa kumcha Mungu. Baada ya siku chache, msafara mkubwa ukaingia Samaria, magari ya kifahari, wapanda farasi wa Yuda, walinzi waliovaa silaha na mfalme Yehoshafati mwenyewe akiwa amevalia mavazi meupe ya kifahari. Ahabu alimtokea kwa tabasamu pana, macho yake yaking'aa kwa ujanja wa kisiasa. Ndugu yangu Yehoshafati, alipaza sauti, Ramoth Gileadi ni wetu, lakini imechukuliwa na adui. Je, utanisaidia kuurudisha? Yehoshafati alimwangalia kwa macho tulivu, sauti yake ikatoka kwa upole wa kifahari. Nitakuwa pamoja nawe, kama mimi ni wewe, na watu wangu ni watu wako. Lakini ndugu yangu, hebu tuulize kwanza neno la Bwana. Ahabu alicheka kwa dharau ya kirafiki, kisha akapiga makofi mara mbili. Mlango mkubwa wa dhahabu ulifunguliwa na kundi kubwa la manabii wa kifalme likaingia. Wengine walikuwa wameshika tambiko, wengine baragumu, wengine mikuki midogo ya alama za ibada. Wote walivaa mavazi meupe na mishono ya dhahabu. Walipoingia, walipiga magoti mbele ya mfalme na kupaza sauti kwa pamoja: e mfalme Ahabu, mtiifu kwa Bwana, nenda vitani, Bwana ametoa ushindi mikononi mwako. Mmoja wao Sedekia mwana wa Kenaana alikuwa maarufu zaidi, alijulikana kama nabii wa kifalme mfasaha, mwenye sauti kubwa na mwenye uwezo wa kuzungumza kwa maneno yanayogusa Alikuwa ameshika pembe mbili za chuma alizozitengeneza kwa mikono yake, akapiga kelele hivi, ndivyo asemavyo Bwana, kwa pembe hizi utawasukuma waamoni mpaka waangamie. Ukumbi mzima ulilipuka kwa vigelegele, manabii walicheza, wakapuliza baragumu, wengine wakapiga makofi na kurukaruka, wakisema kwa sauti ya pamoja, nenda e mfalme, Mungu yuko pamoja nawe. Yehoshafati alikaa kimya akitazama tamasha hilo, ndani yake Roho yake ilihisi uzito usioelezeka. Kulikuwa na kelele, lakini hakuhisi uwepo wa Mungu. Alimgeukia Ahabu na kusema taratibu, Je, hakuna nabii mwingine wa Bwana ambaye tunaweza kumuuliza? Ahabu akakunja uso akavuta pumzi ndefu. Yupo mtu mmoja, akasema kwa sauti ya hasira iliyojificha, Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia. Hanitolei unabii mwema, kila mara ni maneno ya majonzi na mabaya kunihusu. Yehoshafati akamtazama akasema kwa utulivu, Ee mfalme, usiseme hivyo. Tumwite mtu huyo. Tumsikie naye asemalo. Ahabu akawapa ishara walinzi wake wawili waliokuwa wamevaa mavazi ya chuma. Nendeni, akaamuru, mkamlete huyo Mikaya mwana wa Imla haraka. Wakati walinzi wakiondoka, Sedekia akajigamba akiinua mikono juu, Ee mfalme, hata akija huyo Mikaya tayari Bwana ameshaweka neno lake ndani yetu. Ushindi ni wako. Manabii wengine wakapaza sauti zao kwa shangwe. Muziki wa baragumu ukalipuka na ukumbi mzima ukaonekana kama sherehe ya ushindi hata kabla ya vita. Lakini katikati ya kelele hizo upepo wa ajabu ulivuma kwa upole, upepo uliobeba sauti isiyoonekana ikisema kwa kimya cha mbinguni, wameshika uongo, lakini ukweli unakuja, na utakapofika utatisha. Walinzi walikuwa wameshatoka mbio kuelekea kwenye gereza dogo lililokuwa mashariki mwa jiji, mahali ambapo walihifadhi watu waliomkosea mfalme. Ndani ya gereza hilo kulikaa mtu mmoja kimya, akitazama anga kupitia dirisha dogo la chuma. Alikuwa ndiye nabii Mikaya mwana wa Imla. Alikuwa amekaa sakafuni akiwa amevalia vazi la kanzu lililochakaa, lakini macho yake yalikuwa na mwanga wa ajabu, ule mwanga wa mtu ambaye anaona zaidi ya macho ya kawaida. Sauti ya mlango mzito wa chuma ilisikika ukifunguliwa kwa kishindo. Mlinzi mmoja mwenye sauti kubwa akasema kwa kiburi, wewe ni Mikaya mwana wa Imla? Mikaya alinyanyua uso taratibu, akasema kwa utulivu, ndiyo mimi ndiye. Umeitwa na mfalme Ahabu. Leo utazungumza mbele ya wafalme wawili, Ahabu wa Israeli na Yoshafati wa Yuda. Mikaya akatazama macho ya mlinzi yule na kusema taratibu, Bwana ataniongoza kusema lile analotaka lisemwe. Mlinzi mwingine akacheka kwa dharau, kabla hujatoka, kuna jambo tungependa kukwambia. Wale manabii wengine wote, watu wa Mungu, tayari wamesema neno la Bwana wamesema mfalme ataushinda mji wa Ramoth Gileadi. Itakuwa vizuri nawe ukasema kama wao, ili maisha yako yawe salama. Mikaya akamtazama kwa macho tulivu, kisha akasema kwa sauti ya utulivu yenye mamlaka, hakika kama Bwana aishivyo, nitasema tu lile ambalo yeye atanena nami. Walitoka naye nje. Njia kutoka gerezani hadi ikulu ilikuwa ndefu na tulivu. Jua lilikuwa limepanda angani, njiwa waliruka juu ya paa. Lakini ndani ya moyo wa Mikaya kulikuwa na mzigo mzito wa neno la Mungu. Kila hatua aliyopiga ilionekana kama sauti ya ushahidi wa ukweli unaokuja. Wakati huo huo, katika ikulu ya Samaria, manabii walikuwa bado wakipiga kelele, wakipuliza baragumu, wakirusha vumbi na mawe hewani kwa ishara ya ushindi. Sedekia mwana wa Kenaana alikuwa akirukaruka mbele ya mfalme akipiga kelele, "Tazama, e mfalme, Bwana yuko pamoja nawe, utaushinda Ramothi Gileadi, utarudi na ushindi mkubwa." Watu walishangilia na hata baadhi ya watumishi wa kifalme walipiga makofi kwa furaha. Yehoshafati alikaa kimya akitazama kwa macho ya tafakari. Kila kilichoendelea kilikuwa kama mchezo wa maonyesho machoni pake. Alijua ndani ya moyo wake kwamba Mungu wa Israeli husema kwa utulivu, si katika kelele. Mara mlango mkubwa wa dhahabu ukafunguliwa, walinzi wawili wakaingia, wakiwa wamemshika mtu mmoja upande wa kulia na kushoto, nabii Mikaya. Ukumbi mzima ukatulia ghafla. Manabii walikoma kupiga kelele zao, macho yote yakamwangalia yule mtu aliyevaa kanzu rahisi, mwenye uso uliojaa amani. Ahabu akamwangalia kwa macho yenye dharau na kusema kwa sauti iliyojaa mzaha, e Mikaya, twende kupigana na Ramoth Gileadi au tusiondoke? Mikaya alinyanyua macho yake, akamtazama mfalme kwa utulivu. Kwa muda mfupi, kimya kizito kilitanda ukumbini. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu lakini yenye kejeli, nenda e mfalme, ushindi ni wako, Bwana atautoa mji huo mikononi mwako. Ahabu alimtazama kwa macho makali akajua alikuwa anatania. Ni mara ngapi na kuapize Mikaya, usiseme chochote ila la kweli kwa jina la Bwana. Mikaya akavuta pumzi, uso wake ukabadilika ghafla na sauti yake ikawa nzito kama radi. Niliona Israeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, watu hawa hawana Bwana, kila mtu na arejee nyumbani kwa amani. Ukumbi mzima ukatetemeka kwa kimya. Manabii wakatazamana. Sedekia akabaki amesimama akiwa amedua Yehoshafati akainama mbele akitambua alichosikia ni sauti ya kweli, lakini Ahabu akageuka kwa hasira akamwambia Yehoshafati, si nilikwambia huyu hanitolei unabii mwema bali mabaya tu? Mikaya hakukoma, alinyanyua uso wake tena na sauti yake ikawa na nguvu zaidi, kama mtu anayesoma siri za mbingu. Sikia neno la Bwana, nilimwona Bwana ameketi kwenye kiti chake cha enzi na jeshi lote la mbinguni likiwa upande wake wa kulia na wa kushoto. Bwana akauliza, ni nani atakayemshawishi Ahabu apande kwenda Ramoth Gileadi ili afe huko? Pepo mmoja akasema hivi, mwingine vile. Kisha roho mmoja akatoka akasema, mimi nitamshawishi. Bwana akamuuliza, kwa njia gani? Akasema, nitakuwa roho ya uongo katika vinywa vya manabii wake. Bwana akasema, utamshawishi, nenda ukafanye hivyo. Maneno hayo yalipita ukumbini kama radi. Watu walihisi kama upepo wa baridi umevuma ndani ya jua kali. Mikaya akaendelea, basi sasa Bwana ameweka roho ya uongo katika vinywa vya manabii hawa wote, lakini Bwana amenena mabaya juu yako, e mfalme. Ghafla Sedekia mwana wa Kenana aliruka mbele kwa hasira, akampiga Mikaya kofi kubwa usoni. Ni njia gani roho wa Bwana alionipitia mimi ili aseme nawe, wewe mtu wa uongo? Mikaya alitulia akavua polepole pole pumzi na kusema kwa utulivu Utaijua siku ile utakapoingia chumba kimoja kujificha. Maneno hayo yalimgonga Sedekia moyoni, lakini alijifanya jasiri, akageuka kurudi nyuma, huku akitetemeka ndani. Ahabu akiwa amekasirika sana, akapiga makofi mara moja. mkamate mtu huu, akamwamuru mkuu wa walinzi, mpelekeni gerezani, mkamlishe mkate wa mateso na maji ya mateso mpaka nitakaporudi kwa amani. Mikaya akatazama uso wa mfalme bila woga akasema kwa maneno yaliyojaa utulivu wa ajabu Ukirudi kwa amani, basi Bwana hajanena nami. Kisha akaongeza kwa sauti ya mamlaka, akasema mbele ya wote, ninyi nyote mlio hapa mlishuhudie haya maneno. Ukumbi mzima ukabaki kimya. Watu walihisi kama upepo wa roho umepita. Ahabu akageuka, akatoa ishara kwa walinzi. Mikaya akachukuliwa nje, lakini kila mtu aliyetazama nyuma yake alihisi kana kwamba mtu huyo hakuwa akienda gerezani, alikuwa anaenda kutimiza mapenzi ya Mungu. Ndani ya mioyo ya manabii wa uongo kulikuwa na hofu walivyobaki kimya, lakini hakuna aliyethubutu kusema neno. Ahabu akainua uso wake na kusema kwa dharau, "Tutapigana. Wacha tutaona ni nani atasema kweli." Lakini Yehoshafati alibaki amenyamaza, akitazama mbali, akijua kuwa siku iliyojaa damu na machozi ilikuwa karibu. Siku ya vita ilifika. Asubuhi ilichomoza kwa mwanga hafifu juu ya vilima vya Gileadi. Ukungu ulitanda juu ya mashamba na hewa ilikuwa nzito kwa utulivu wa ajabu, utulivu ule unaokuja kabla ya dhoruba. Jeshi la Israeli lilikuwa limepangwa tayari, wapanda farasi wakiwa wameshika mikuki yao, wapiga tarumbeta wakiwa mstari wa mbele, na mavumbi yakianza kupaa angani. Mfalme Ahabu alisimama kwenye kivuli cha hema lake, akivaa silaha zake za vita zilizong'aa kama kioo. Alijaribu kujifanya jasiri, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kivuli cha woga kisichoelezeka. Pembeni yake alikuwepo Mfalme Yehoshafati akiwa amevalia mavazi ya kifahari ya kifalme, uso wake ukiwa na utulivu, lakini macho yake yakionyesha mashaka ya ndani. Alimkumbuka Mikaya, yule nabii aliyepelekwa gerezani jana, na maneno yake yaliyokuwa bado yanalia kichwani mwake kama sauti ya upepo wa usiku: ukirudi kwa amani, basi Bwana hajanena nami. Ahabu alipomwona Yehoshafati akiwa kimya, akamgeukia kwa sauti ya mpango wa ujanja. Ndugu yangu Yehoshafati, akasema, sikiliza ushauri wangu, nitajificha vitani Nitaacha mavazi haya ya kifalme lakini wewe vaa mavazi yako ya kifahari kama kawaida. Yehoshafati alimwangalia kwa mshangao lakini hakusema neno, huenda kwa unyenyekevu wake hakutaka kubishana. Ahabu akavaa mavazi ya askari wa kawaida, akachanganyika na jeshi lake akijiona salama, lakini Mungu alikuwa akimwangalia. Baragumu zilipulizwa, sauti za askari zikasikika, zikilia kwa ajili ya Israeli, kwa ajili ya mfalme. Vita vikaanza. Vumbi likapanda angani, upanga ukagonga ngao, milio ya mikuki ikasikika kama radi. Katika kambi ya adui, mfalme wa Shamu wa Amoni alikuwa ametoa amri kali kwa makamanda wake: msipigane na yeyote ila mfalme wa Israeli. Waliingia vitani wakiwa na hasira kama simba waliotiwa njaa. Walipoona Yehoshafati amevaa mavazi ya kifalme, wakadhani ndiye Ahabu, wakapiga kelele, huyo ndiye mfalme wa Israeli! Wakamzunguka kwa kasi. Yehoshafati alipowaona wakimjia, alitambua kosa lililotokea. Akapaza sauti kwa nguvu, akamwita bwana wake kwa jina, na Mungu akamsikia. Askari wa Shamu walipoona kuwa si Ahabu, wakaacha kumshambulia na kurudi upande mwingine. Wakati huo, Ahabu, aliyekuwa amejificha katikati ya askari wa kawaida, alijiona salama. Alijicheka kimoyomoyo, akisema, "Mikaya, tazama sasa, nitarejea nyumbani salama." Lakini mbinguni mipango mingine ilikuwa ikiendelea. Mtu mmoja katika jeshi la adui, bila kujua ni nani anayelenga, alivuta upinde wake na kurusha mshale bila kusudi maalum, kama mtu aliyefyatua bahati nasibu. Mshale ule ukaruka juu kwa kasi, ukapita juu ya vichwa vya askari, ukapenya vumbi lililokuwa hewani, na ukampiga Ahabu katikati ya sehemu nyembamba ya silaha zake, pale ambapo chuma hakukinga mwili. Ahabu alipiga kelele ya ghafla, akishika kifua chake, damu ikimtiririka chini taratibu Akamwambia dereva wa gari lake la vita kwa sauti dhaifu, geuza gari nirudishe, nimejeruhiwa, lakini vita viliendelea. Dereva alijaribu kumtoa lakini Ahabu alikataa kuondoka. Nitasimama kwenye gari hadi jioni, akasema kwa maumivu, ili nisionekane nimekimbia. Damu yake ilianza kujaza gari, ikitiririka polepole pole hadi chini. Machweo yalipokaribia, jua likianza kutua nyuma ya milima ya Ramoth Gileadi, macho yake yalikuwa yamelegea alimwangalia anga lililokuwa linabadilika rangi, na maneno ya Mikaya yakarudi kichwani mwake tena, kama sauti ya upepo wa mbali: niliona Israeli wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Pumzi yake ikawa fupi, macho yakafifia, na mwili wake ukalegea. Jua lilipozama, Ahabu akafa akiwa ndani ya gari lake la vita, amefunikwa na damu yake mwenyewe. Habari zikafika kambi ya Israeli usiku ule, na sauti ikasikika ikilia, kila mtu na arejee mjini kwake kila mtu nyumbani kwake. Maneno yale yalikuwa sawa kabisa na yale Mikaya aliyosema. Walimchukua mwili wa Ahabu wakauleta Samaria, wakamzika pale waliposafisha gari lake karibu na bwawa la Samaria. Mbwa wakaja na kulamba damu yake kama ilivyokuwa imetabiriwa zamani na nabii Eliya. Watu waliotazama walitetemeka kwa maana maneno ya Mungu yalitimia kwa usahihi wa ajabu. Na kule gerezani nabii Mikaya alikuwa ameketi kimya, macho yake yakiwa yameinuliwa juu. Alijua moyoni mwake kwamba Bwana wake alikuwa mwaminifu, kwamba ukweli hauwezi kuzimwa. Hakukuwa na mtu aliyemwendea kumpa habari, lakini roho yake ilihisi. Alinyanyua kichwa chake, akasema kwa sauti ya chini, Bwana amenena, Bwana ametenda. Usiku ule upepo ulivuma kutoka milimani ukipita juu ya ikulu ya kifahari ya Samaria, ukipuliza pazia za dhahabu, ukizizima taa za fahari moja baada ya nyingine. Ulikuwa ni upepo wa kukumbusha kwamba hakuna mamlaka ya kibinadamu inayoweza kusimama juu ya neno la Mungu. Israeli ilitulia gizani, ikisubiri mchana mpya, na jina la Mikaya, mwana wa Imla, likabaki katika kumbukumbu za wale wote waliomcha Mungu, kama mfano wa ujasiri, ukweli na uaminifu usiotetereka mbele ya nguvu za dunia. Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya kipekee ya Nabii Mikaya mwana wa Imla. Ikiwa umependa hadithi hii zenye mafunzo ya maisha, hekma na msisimko wa kifalme, basi usisahau kusubscribe kwenye Mjumbe Online. Hapo ndipo utapata stori za Biblia zilizosimuliwa kwa uhalisia na hisia, hadithi za kifalme za ujasiri na maamuzi magumu, na simulizi za maisha halisi zinazokugusa moyo na kukupa mwanga wa kiroho. Bonyeza subscribe, washa alama ya kengele haya, na hakikisha hupitwi na stori nyingine kama hii inayokuja hivi karibuni, kwa maana kila simulizi hapa ni ujumbe unaobeba hekima, imani na matumaini mapya. Hii ni Mjumbe Online inakupeleka katika ulimwengu wa simulizi zenye nguvu, ukweli na mafunzo ya maisha.